Naye jaji mkuu mstaafu David Maraga amemtaka Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja, naibu wake aliyejiondoa Eliud Lagat na mkurugenzi wa idara ya upelelezi Mohammed Amin kukamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa mauaji ya Albert Ojwang'. Maraga, ambaye kwa wakati mmoja aliongoza jopo kazi la mageuzi katika idara ya polisi, ametishia kuwashtaki kibinafsi maafisa hao wakuu iwapo serikali itaendelea kulegeza kamba. Kama Omwangi ana taarifa hii kwa kina Mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang' katika kituo cha polisi cha Sentro jijini Nairobi yanaendelea kuitikisa idara ya polisi siku tisa baadaye, Wakenya na waharakati kwa ujumla sasa wakitaka uwajibikaji wa maafisa wa ngazi za juu katika idara hiyo kama funzo We have no Jaji mkuu mstaafu David Maraga aliyewasilisha tetesi ya uwajibikaji katika makao makuu ya idara hiyo ametaka kukamatwa kwa Kanja, naibu wake aliyejiondoa na mkurugenzi wa DCI na kufunguliwa mashtaka ya utepetevu kazini. Maraga, ambaye ametishia kuwashtaki kibinafsi maafisa hao, ameipa serikali ilani ya siku tisa kufanikisha kukamatwa kwao, kama njia ya kuirejeshea imani idara hiyo, ambayo imehusishwa pakubwa na visa vya mauaji na utekaji nyara tangu Juni mwaka jana na huku akinadi kwamba muda umewadia kufanikisha marekebisho yaliyopendekezwa na jopo kazi aliloongoza kuiboresha idara ya polisi, jaji huyo mkuu wa zamani amewataka Wakenya kuanzisha mchakato wa kutaka marekebisho hayo kufanikishwa haraka iwezekanavyo.

Wito wake kwa maandamano unajiri hukuu, vijana wajinzii wakitarajiwa kushiriki maandamano Juni 25, mwaka mmoja baada ya maandamano ya mwaka jana yaliyoshuhudia mauaji, majeraha na hata kutekwa nyara kwa vijana kama. umwangiruninga ya Citizen.